Huwezi kuwa askari wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania huna kadi ya Chama cha Mapinduzi. Na ilipofika mwaka 92 tukawaambia tunawapenda sana lakini pia tunaipenda nchi ya Tanzania kwa ujumla, na tumekubali kuiendea demokrasi ya vyama vingi. Tutawaacha mkae kambini, msije huku kwenye yena yena Ila muendelee kuipenda nchi yetu kama chama cha mapinduzi kinavyoipenda nchi hii ya Tanzania. Kadi zenu mkistaafu, tutawapa, au mkitoka jeshini, tutawapa. Ndio maana usishangae ukiona brigadia, Meja jenerali mstaafu, ana kadi ya CCM. Huyu kaipata wapi? Wewe, huyu alikuwa nayo tangu mwanzo, walikuwa wamemshikia tu, akitoka wanamgea kadi yake. Hasa watu wanadhani nchi hii imetokea tokea tu. Umejua? Yaani kama imetokea tokea tu. Hapana.